Kuuania Pata malalamiko ya kwamba kuna wafugaji ambao wanaachilia mifugo yao na kuingia katika mashamba ya watu, ilhali watu wamepanda na maharagwe na mimea tayari imeanza kuchipuka. Na kweli katika kupita kwetu huku leo tumekuwa hapa, tumeona mimea shambani, maharagwe yamechipuka na kweli tumeona hata tukapata ng'ombe ambao wamewachwa kiholela kwenye shamba la watu, na tukaona dalili ya kwamba ni kweli kuna watu ambao wameleta ngamia hadi kufikia kiwango cha hapa, na kuanza kuwadhulumu na kuwabugudhi wananchi kwa kuweka wanyama wale kukanyanga mashamba na mngao yumite na ipatiruturi Eh, tutigwenda ng'ombe ndedhira, kana nkamira icumbura miunda ya antu bakiua buonka ndethi iria cikonekana miundaina yantu gutikwariria niko watu na kwikua kiri gituo kiaborici kiria kiriakui gutigirira ene ndethiiu bakuria into biria bikethirwa bienyenge kiete ba bai miundaina ng'ombe iga cia kamatawa ciaita kendene ya beya bakaria ya ene miunda na tutitigiria miunda tu ikinyangwa kamwe akeja na amuri kenedc ciu a wa gishuguo mbuge ki atindithiiria cikonekana miundaene atigire cikungatano amwe na ene nikenda cigacokanara ciumite irinjira imwe ya kunisa nisia itheto na andua maturene ja bwana DC nimemwambia kuanzia leo wapange doria za kufukuza hawa wafugaji na wanyama zao warejee mahali walitoka hatutaweza kukaa na watu ambao wanataka kulete tafaruku miongoni miongoni mwa wananchi na muthia na kikishirite akarimeneji ndithia amwe na meneze, ndedhia, amona wamba bura bukwita na mbere na matureneja bukethirwa burikiro tumeneje yaani guti mantu yakonekana ja yakonekana matureneja kairi. Mwisho ni kuhakikishia wananchi ya kwamba jinsi tunavyopambana tulivyopambana na swala la wizi wa mifugo na ujambazi katika maeneo mengine yote. Hili swala la mifugo kuja hapa na kuharibu mashamba yao, na watu fulani ambao wako na mifugo kuja huku na kuwadhulumu wananchi, hilo pia litakoma kuanzia sasa. Nkiripota Baite TV ndetra na kachuru lilarindene ya Igembe north betapenzi penzila